Salam ni moja ya miji maarufu ikiwa na jina. Rukaiya alizaliwa miaka 20 iliyopita akiwa anaona vizuri, lakini alipofika darasa la tano mwaka 2012 alipatwa na changamoto ya mtoto wa jicho katika jicho lake la kushoto na alipokwenda hospitalini kwa ajili ya matibabu akashauriwa kusubiri na ndipo tatizo lilipoanza. Madaktari wengi walikubaliana kwamba ninapaswa kufanywa upasuaji, lakini daktari wa mwisho ambaye alikuwa anapaswa kupitisha huo upasuaji kufanyika akadai kwamba sitaweza kufanyiwa. Nilipofika mwaka 2015, mama yangu akasema sasa basi turudi tena hospitali tuone kama itawezekana. Tulivorudi, daktari ambaye aliniona kwa wakati huo akadai kwamba nilipata maelekezo ambayo hayakuwa sahihi. Mtoto ajicho alivyogundulika alipaswa kufanyiwa, nilipaswa kufanywa, kufanywa upasuaji hapo hapo. Kwa hiyo akadai kwamba atajaribu japo kuona kama anaweza akaliokoa jicho, isivyo bahati haikuwezekana, kwa hiyo nikapoteza uoni. Licha ya kuwa na changamoto hiyo, lakini Ruqaiya sio mtu wa kusubiri msaada. Akiwa nyumbani, amekuwa ni mtu wa kujitegemea kwa kufanya kazi zozote zinazomhusu. Tunatakiwa mtu mlemavu ajitegemee mwenyewe kwa sababu mtu ataenda kushiriki, ataolewa ataenda kwenye familia awezi kwenda na wazazi wake, kwa hiyo asieke kwamba hii, kwamba siwezi kufanya kitu fulani. Nani atamfanyia Ruqaiya? Yeye anajiamini kwamba mimi naweza na nitafanya. Hata hivyo baada ya yote hakukata tamaa katika kufanya matibabu na baadaye alifanyikiwa kufanyiwa upasuaji. Nilifurahi kwa sababu siku ya pili yake niliona kwa mbali na ilileta matumaini makubwa kwamba ninaweza nikaona kwa hiyo ikawa tu ni kusubiri wa upasuaji ufikishe muda wake wa kupona alafu matibabu mengine yaendelee. Licha ya kupata matibabu na kufanikiwa kuona japo kwa mbali, aliendelea na matibabu na alipewa mafuta kwa ajili ya kupaka na ndipo yalianza kuleta shida na kusababisha macho yake kupoteza uoni. Jicho langu ni kama lilipata shida nayo, kwa hivyo ilipelekea presha ya macho kwa inakuwa ku kubwa kiasi ilikuwa inafika hadi sitini na tisa. Hayo mafuta pia nilipaswa kukaa nao mwaka mzima lakini nilikaa nao kwa miezi mitatu tu ikabidi yatolewe kwa sababu nilikuwa nakuwa kwenye maumivu makali. Kwa hiyo yalitolewa. Yalivyotolewa ndo sikuona tena. Changamoto ya uoni haikuzima shauku yake ya kusomea uandishi wa habari. Niwe mtu fulani ambaye familia yangu itajivunia. Jamii yangu Itajivunia. Kwa sasa, Ruqaiya anafanya mafunzo kwa vitendo katika redio ya UFM kama mtangazaji miongonia na mwandaji wa vipindi. Nimefurahi sana nilipofika hapa UFM Radio. Wao wanazidi kunithibitishia kwamba itatimia. Lakini ni nini maoni ya baadhi ya watangazaji kwa jinsi wanavyoona ufanyaji wa kazi wa Ruqaiya? Ni binti ambaye anajipenda, lakini pia anatamani kufika sehemu fulani. Anakuja na wazo ye mwenyewe la kazi, na tunamsaidia kulichakata lile wazo. Watu gani wa kuwahoji anataka, anaenda kufanya ye mwenyewe. Ruqaiya Mohamed ni mmoja wa kijana mwenye kuonesha kiu ya mafanikio na kufukuzia ndoto zake licha ya kutoona, lakini anaamini ndoto yake ya kuwa mtangazaji mahiri itatimia. Mimi ni Joseph Mpangala, FM.